Rais wa Marekani Donald Trump amewasihi wabunge katika chama chake kupiga kura ya kutoa nyaraka zinazohusiana na marehemu Jeffrey Epstein aliyewanyanyasa watoto kingono. Rais wa Marekani aliandika Jumapili usiku kwamba Warepublican wa Baraza la Wawakilishi wanapaswa kufanya hivyo kwa sababu hatuna cha kuficha. Kubadilishwa kwa msimamo wake kufuatia mrundikano wa nyaraka kuhusu mfadhili huyo aliyefedheheshwa na Wademokrati wa Baraza la Wawakilishi ambazo baadhi yake zinamtaja Trump ambaye amekuwa akikanusha uhusiano wowote na unyanyasaji wa kingono na biashara haramu ya Epstein. Lakini maelezo ya uhusiano wake wa zamani na watu wengine mashuhuri na Epstein yamechochea uvumi na kusababisha mzozo wa hadharani na mmoja wa wafuasi wakubwa wa Rais Donald Trump. Wabunge wengi wa chama cha Republican wanaweza kupigia kura mswada mpya unaopingana na msimamo wa kawaida wa chama hicho. Mswada huo ungeilazimisha serikali ya Marekani kutoa hati zote ilizonazo kuhusu Jeffrey Epstein na uchunguzi wake. Wanaounga mkono mswada huo wanaonekana kuwa na kura za kutosha ili upitishe bunge wiki hii, ingawa haijulikani wazi kama ungepitisha seneti. Epstein alikutwa amekufa katika seli yake ya gereza la New York mnamo mwaka 2019 katika kile ambacho uchunguzi wa maiti baadaye ulitoa mzi kujiua. Alikuwa akishikiliwa kwa mashtaka ya biashara haramu ya ngono, baada ya hapo awali kuhukumiwa kumlipa mtoto wa chini ya miaka kumi na nane kwa ajili ya ngono mnamo mwaka elfu mbili na nane. Trump alirudia kile ikulu ilisema kwamba masilahi kuhusu mafaili ya Epstein,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 ni Deo Kajima Komba.